Na haya maisha sawa, tunaishi maisha mazuri, tunaridhika na chochote tunachokipata kidogo chetu, hmm? lakini nisiridhishwe na haya maisha oh, hivi is... Mmawangu, kwa najua hapa majirani wananifikiriaje? Tuna miaka mingapi tangu niolewe, lakini sijawahi kupata mtoto. Miaka sita tu. Kwani unataka mtoto? Ndio, nataka kuzaa. Ni kweli sisi tunaridhika na tunasema maisha yetu mazuri, ingawa sio mazuri kama ya mziku, lakini sisi maisha yetu bado kuwa mazuri ya kwanza ku. Hebu angalia sasa hivi, ukiwa na mimba wewe unatakiwa kwenda kliniki, unatakiwa sisi wote tukaanze kliniki, mimi na wewe Alafu sasa, kila mwezi unakwenda kupiga itosaundi wewe, ni gharama hizo. Lakini vilevile vile mtoto atakapokuja kuzaliwa naye ana matunzo yake, kuna homa ndogo ndogo, kuna ulinzi wa mtoto, lakini pia mtoto atakaposogea, kuna kumpeleka ili kupata elimu. Sasa hili yote inawezekana, lakini kwanza, angalau mimi nina kiasi kidogo niweke hata benki hata <laughs> viela kidogo, ili kwa ajili ya kukutunza wewe, mke wangu, nitunze mimi mwenyewe na mtoto wetu. Hapa sasa hivi uko mzima. Sasa sasa mimi nipate homa nikae ndani wiki, inakuaje? Inakuwaje kwako wewe na mtoto? Sasa wanadhania, mume wangu, lini tutakuwa na maisha hayo mazuri eh? lini tutajenga, lini maisha yatakuwa mepesi kama wanavyosema? ina maana tutozaa mi hmm? nataka mtoto wangu na mi nimemisi kuitwa mama, nataka kuzaa.

Hio mtoto pengine kuliko hata mimi. Mimi natamani kuwa baba, natamani kupokewa na mtoto wangu, lakini kutokana na yeye tu. Sawa basi, inshallah meanana ia maji ya kunywa. Nimeona kwanza nipunge upepo hapa nje, alafu nitaingia ndani sawa. Lakini mwanangu mimi usiku kucha nilikuwa na tafakari kuhusu maneno tulioongea jana. Mi nina wazo, naomba nikushirikishe. Nikushirikisha wazo gani? nataka kunyambia, mi nilikuwa naomba uniruhusu nifanye kazi ili tusaidiane majukumu hapa ndani. Kwani mimi nimefanya nimeshindwa? Sio mpaka ushindwe, nimekwambia hivyo kwa sababu tujichange, utakachopata wewe na mimi, tukichanganya inakuwa ni rahisi kufikia marengo. Naomba niruhusu, mwanangu. Sawa, ngoja nifikirie. Haya, sawa. Mimi ninachokusii kiukweli, hilo ndo aliwezekane kabisa. Ndio maana mimi nikaja kwako ili nipate ushauri. Unajua, kwa mujibu wa dini yetu mwanamke haruhusiwi kufanya kazi. Mwanamke kazi yake yeye ni kuzaa tu, haya mambo mengine yote anayafanya mwanaume. Na nikukumbushe tu, wa kwanza kuja duniani ni mwanaume. Hivyo yeye ndo anajua chakula kinapatikana wapi. Hiki anachotaka kuleta mkeo, mimi naweza kusema ni usasa. Halafu sasa haelewi kabisa, kile utakalomwambia ni haelewi, yaani anaonekana ni kama mtu ambaye kanipanga na vita, ndio ah, maana mimi nimekuja kwako na nimekuelewa kwa hichi ambacho ni kutadhalishe. mm-hmm. Ukikubaliana na mkeo kwenda kufanya kazi unatengeneza matatizo makubwa eh. Itafika wakati atachelewa kurudi nyumbani, wewe utajikuta na majukumu makubwa pale nyumbani, na yeye unaweza ukamuuliza, umechelewa wapi? Jibu atakalokupa amecheleweshwa kazini. Bado haitoshi, utakuja kuingia katika majukumu ya kupika eh bwana, kufanya shughuli za nyumbani, au itafika wakati atarudi usiku kabisa na wewe huwezi kumgusa, huwezi kufanya naye lolote kwa sababu atakwambia nimechoka. Sasa hapo ndiyo itakuwa chanzo cha mporomoko wa ndoa yenu. Mimi ah. sikushauri kwa hilo. Amina, bado tu ujaacha kujitanda, tunajua tena mambo ya dini makubwa. Kwa hiyo sisi tusikua tuna dini tulii au? Tu hapana, muitafute mpaka muipate makubwa. Aya, tutaitafuta Lucy. Unajua imekuwa kama bahati mimi kukutana na wewe hapa Lucy, nisaidie na nami nifanye kazi kama yako <laughs> utaweza hii kazi na mitandao yako nitafanya tu kazi, wala usijali. Haya, na huyu mume wako utamwachia nani? Mume wangu nitakuwa naye usiku, lakini mchana nitakuwa niko kazini. Hmm. Aya basi sawa, maana nimechelewa. Utakuja ofisini kwangu tuongea vizuri, haya ghayrukum wa mtawalamana wal Qur'ani wa alamau, ubora wenu mtu mwenye kujifundisha Qur'ani alafu naye akafundisha wenziwe. kum salaam rahmatullah. Sasa hivyo vitabu si ulikuwa navyo madrasa eh? Ndio. Sasa mbona bado uko navyo? Aha, hapa anaandaa hadithi kwa ajili ya lakini ni kawaida kila mwalimu kuandaa somo la kesho, kwa sababu hata shule za msingi za sekondari waga wanaandaa masomo, alafu ndo wanakuja darasani kwenda kufundisha. Samani, naomba nikuulize kitu. Haya, yani naweza nikakujibu hata bila kufungua vitabu, sio maswala hayo bwana but... mi nikuwa nataka kuuliza kuhusu maswala ya kazi. Inamaana ulikuwa serious kiasi hicho? Ndio, mi nataka nikafanye kazi hapa. mm -mm. Kwangu bwana, hapana kufanya kazi yani, hata misingi ya dini hairuhusu hio kufanya kazi. Kwahiyo hao wanaofanya kazi wote, mbona wanafanya kazi vizuri tu? Kwa nini mimi au sio mimi? Yaani watu watanitazama vipi? Mke washia anakwenda kufanya kazi? Utakuwa unavaa nguo za aina gani mpaka watu wakuoni? Wewe mke wangu mimi, naona fanya kazi, kwani mimi imenishinda? Familia yangu nimeshindwa kukulisha wewe hapa nyumbani? Sasa kitu gani? Hapana, ng'ombe

Mama, mimi nilikuwa na shida, naomba unishauri, wala usitishike, ni jambo jema tu. Mama, mimi nimeongea na mwenzangu kuhusu na mimi nitafute kazi, lakini mwenzangu hataki, nataka kufanya kazi. Ndiyo. Nataka nifanye kazi. Kwa nini mama, majukumu amemshinda mpaka nataka kufanya kazi? Hapana mama, sio kama majukumu amemshinda, bila nataka tufanye ili tusaidiane Ah. Mumeo anasemaje? Eti anasema misingi ya dini hairuhusu. Wakati wanawake wote dunia nzima wanafanya kazi. Na mimi nasema hivi hivi. Misingi ya dini hairuhusu mwanamke kufanya kazi. Hata mimi sitaki ufanye kazi. Miaka yote uloishi na mumeo, sijaje kusikia mfundo shida aina yoyote. Hai. Kitu gani kinakufanisha wewe ukataka kufanya kazi? Sitaki kabisa kukusikia. Eti na bishara mumeo sio kufanya kazi. Sitaki kabisa.

Uko wapi? Nimetoka mara moja, nilienda kwa mama. Kwa hiyo ukienda kwa mama wako ndio hauaji, yaani umejitengenezea utaratibu kwamba unaweza ukatoka na usiage, si ndio hivyo? Na, na, na umepanga kabisa kwamba mimi naweza nikamkosea na nikamomba msamaha, yaani umetengeneza utaratibu. Hii tabia unaitoa wapi? Mbona unabadilika? Ni wewe kweli? Mm. Ah, karibu ah, ah, Amina mtoto wa Kiislamu, asante jamani. Amina, huyu ni rafiki yangu anaitwa Salma, ndo ambayo tunasaidiana hapa mara kwa mara. Anashukuru kumfahamu na huyu hapa ni bosi wangu anaitwa Niko Pedeshei, ambaye anatufadhili mambo madogo madogo. Ujambo mtoto mzuri. Sijambo, shikamoo e -e -e. Mm, amina. Unatendea baba yako, najifunika mango yako. Kweli mapedeshei kama hao wanakuona baba yao wanakuonaje? Badilika mtoto wa, wa, nakona, wa badilika, kike tatizo ah! hmm. la <laughs> harusi <laughs> namsema sana bwana, vipi eh? <laughs> E, e, naweza nikapata namba yako? namba yangu anayo Lucy atakupa. Oh. Ha, basi sawa. Hata mimi mwenyewe Lucy huyo yo ana namba yangu, anaweza akakupa, kabla tujapata mipango ya kuweka sawa, naweza kutafutana, si vibaya, au siyo? au nakosea Lucy, hamna awakosei <laughs> Bosi, vipi lile jambo langu la kazi? Uh, jambo lako la kazi bosi, wewe wajaja kila njo, baadaye <laughs> alafu sasa, baadaye ukija, usije umevaa mwanguo yako, sawa sawa. Haya, basi, ni ngoja niwaache, niko miko ah. Bonga na mtoto yeah. Huyu hmm. mtoto ndabonga naye nataka tupange siku maalumu vizuri, nimtoe auti kidogo, eh, aende akaenjoi afurahie maisha eh. Mzuri, ujue, eh? Eh, eh, sina, mtoto mzuri ujue, mtoto. Basi sawa, usiniangushe sasa mtoto, katulia Yaani eh, hmm, <tus> <tus> <tus> bos, mi mtu nikimsifia sinaga mashaka naye hata kidogo. Hamina, sina mashaka naye. Sasa nitaona naye uwe fanya natembelea kila kati saloni. Alafu umesema na mume wake unaufahamu, hyo mwanao kweli ana mumewe, ila sio kikwazo sana. Maana mumewe ni mtu wa madrasa, anafundisha sana watoto basimakimakeke yako. Aa, mtoto, salamu alaikum. <coughs> <coughs> Walaikum salam. Kaifa? Alhamdulillah. Karibu da. Asante fundishi. Nashukuru. Mbona hivyo? Wapi nimekuja kwako kuja kufundisha wote au taki? <laughs> Haya, njoo nifundishe. <laughs> Nimekuja kukuomba ruhusa, naenda mara moja nyumbani kwa mama, amenipigia simu mama. Mbona mimi jana tu nimetoka kwake? Vipi, kuna shida? hmm. Utakuwa kuna jambo na ndio maana ameniita, nikaona ni wahi mara moja. Sawa, hilo sichelewa. Sawa mea, basi darasa jena Wasu, ulienda. Wow, mariki wangu, karibu karibu sana. Asante boso wangu. Huyu ndo Amina, anakuambia nilikupa habari zake. Oh, karibu sana Amina. Amina, huyu ndo gosi wangu, hapo ndo kila kitu kwakua iusi imeamini maneno yako. Nimeridhika kabisa na urembo ulionao Amina. <sighs> Ah, Amina, andok i mtu kasimama Mimi ndo tijala kama ulivyoelekezwa. Hapa kila kitu kinapatikanika, sijui ungependa kuanza na kipi. Kazi yoyote nitafanya dada, utakayonipangia.